Ni hao, ujao laushnahuulash habari karibu. Na baada ya bu kwa mfano, bu kula, bu andika, bu ondoka. Kwa mfano, mimi sipendi kula samaki. Wo bu, si Um, yeye hapendi kutizama muvi tabu si huan kan jenying tabu si huan kan jenying. Yeye hawezi kuondoka tabu tabu huizou tabu huizou. Mimi sikupendi wewe wo bu si huan ni wo bu si huan ni. Yeye hataki kujifunza lugha ya kichina tabu yao sweshi chungwen, tabu yao sweshi chungwen. Kwa hiyo naona e, baada ya bu kiandika kiopo ki kitendo ambacho unakanusha e, sipendi, busihwan, sili bu chi, siondoki bu zou, sitaki bu yao. Sasa nawewe kwenye komenti hapo niandikie haupendi nini kwa kutumia neno bu. Subscribe katika YouTube chaneli ya Ongea Kichina ili kujifunza zaidi. Teshedaja, Zaijian.